Leo tunakusanyika hapa kwenye mradi huu mkubwa, mradi wa kihistoria wa ujenzi kwa kiwango cha lami barabara yetu ya Likuyufusi kuelekea Mkenda. Mheshimiwa Rais ameridhia wakala wa barabara chini ya wizara ya ujenzi inayosimamia miundombinu ya barabara, serikali yetu itoe fedha zaidi ya bilioni mia moja na kumi nukta saba saba tuje kujenga barabara hii. Tuanze kilometa ngapi? Sitini halafu tutamalizia zile nyingine zinazobakia nusu ya barabara inaenda kuanza kujengwa. Barabara hii tumeisubiri kwa kiu kubwa, miaka mingi. Kwa wale ambao wanakumbuka barabara hii, jiwe la kwanza la msingi liliwekwa wakati mkuu wa mkoa akiwa mzee wetu Banduka, liliwekwa na liko mpaka leo pale Mkenda. Ukihesabu miaka toka Banduka akiwa mkuu wa mkoa mpaka leo, aliyekuja kuweza kazi hii ni bingwa wa maendeleo, Rais Dokta Samia Suluhu Hasan. Tuna kila sababu ya kumshukuru sana na ameamua fedha hii, itajengwa barabara hii, itajengwa na fedha ya ndani Utambulisho wa mradi wa ujenzi wa barabara ya Likuyufusi Mkenda kwa kiwango cha lami, tunamshukuru sana Mungu. Tunaendelea kushukuru na kumwombea Mheshimiwa Raisi na kwa mafanikio ya serikali ya awamu ya sita mkoani Ruvuma. Serikali inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, niseme kwamba imetoa takribani shilingi trilioni moja point nane kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta ya barabara, tumeletewa bilioni mia tatu nukta moja mbili. Mradi huu una manufaa mengi. Kwanza, mradi huu ni sehemu na juhudi za serikali katika kuboresha miundombinu ya barabara kama kichocheo cha maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kujengwa kwa barabara hii kutasaidia kuboresha usafirishaji wa mazao ya kilimo kutoka vijiji vya pembezoni hadi masoko ya Songea, Mbinga lakini hata nje ya nchi. <coughs>